2 kutoka milionea hadi bila kitu, kuonyesha jinsi mchezo halisi ulivyo muhimu. Hebu tuangalie maisha ya baadhi ya mastaa waliofanikiwa sana kisha wakapoteza kila kitu. Mike Tyson, paundi zake zilimwingizia zaidi ya dola milioni 400. alinunua bafu ya dhahabu ya dola milioni mbili na alitumia zaidi ya dola milioni 580 kwa sherehe yake ya kuzaliwa. Mwaka 2003 alitangaza kufilisika. Alisema ukosefu wa elimu ya kifedha na kuamini wengine ndiyo kulimwangamiza. Nicolas Cage alikuwa akilipwa hadi dola milioni ishirini kwa filamu moja. Alipoteza utajiri wake kwa kutumia hovyo, ikiwemo kununua majumba ya kifalme Ulaya na wanyama wa ajabu kama papa na mamba. Pia alikumbana na deni la kodi la mamilioni ya dola. Hawa watu walikuwa na ujuzi wa kupata pesa lakini hawakuwa na ujuzi wa kuziweka. Walishinda mchezo wa kutengeneza, lakini walishindwa mchezo wa kuhifadhi.